Kwa siku ya leo tutakwenda kuangazia hatari ya kiburi kwa mali na urembo katika uhusiano. Katika ulimwengu wa leo mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke yamekumbwa na changamoto nyingi. Moja ya changamoto hizo ni tabia ya kiburi na majivuno, hasa pale ambapo mtu anajiona ana kitu cha kipekee, iwe ni mali au urembo. Mwanaume anapokuwa na pesa zake, mara nyingi anaona kama kila mwanamke anapaswa kumkubali. Na mwanamke anapokuwa na sura nzuri mara nyingi hujiona kama kila mwanaume anapaswa kumheshimu bila hata kujali tabia au hofu ya Mungu. Tabia hii imeharibu ndoa, imezuia vijana wenye nia njema kuanzisha familia, na imeleta mateso makubwa ya kihisia kwa wale wanaotafuta upendo wa kweli. Mwanamke mzuri ni zawadi kutoka kwa Mungu, lakini uzuri huo unapogeuzwa kuwa chanzo cha majivuno matokeo yake ni mabaya. Wengine wanapojaribu kumtongoza kwa heshima na lengo la ndoa, binti anaanza kudharau na kuonyesha kiburi kwa kusema au kuonyesha wazi, wewe sio kiwango changu. Hii siyo roho ya Kristo bali ni roho ya ulimwengu. Biblia inatufundisha kwamba, urembo wadanganya, na uzuri hufutuka; bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Methali 31:30. Uzuri wa nje unaisha, mwili huzeeka na viungo vya mwili hubadilika. Mwanamke anayelinda urembo wake kwa dharau na kuwakataa kila mmoja kwa majivuno hujikuta baadaye anaishiwa na mvuto na amebaki peke yake akilia kwa sababu nafasi za ndoa zimepita. Kwa upande mwingine, wapo wanaume ambao wakishapata kipato kidogo tu au mali huona kama kila mwanamke anapaswa kujipendekeza kwao. Wengine huwatumia wanawake vibaya kwa fedha zao, kisha wanawaacha kwa dharau. Mwanaume wa namna hii hajui kwamba mali ni ya muda tu, na pasipo kumpa Mungu nafasi, fedha hizo hazina maana. Biblia inasema usiutegemee utajiri usio na hakika, bali mtegemee Mungu 1 Timotheo 6:17 Mali inapotoweka hata wale aliokuwa akijivunia nao humgeuka, na mwisho wake hubaki peke yake bila furaha ya kweli. Madhara ni kupoteza nafasi ya ndoa bora. Wengi wanajikuta wanazeeka bila kuolewa au kuoa, kwa sababu walidharau kila mmoja waliyekutana naye kwa kiburi. Kiburi huacha majeraha kwa wale waliokataliwa kwa dharau wengine hujiona hawana thamani na wengine huacha kabisa kuamini katika mapenzi ya kweli. Mungu hubariki familia na ndoa. Mtu anayejivuna kwa mali au urembo humfunga Mungu nje ya maisha yake, na hivyo kukosa baraka ya kweli ya upendo wa ndoa. Majivuno ni dhambi. Biblia inasema, Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Yakobo yule anayejivuna hawezi kupata nafasi katika ufalme wa Mungu mpaka atubu. Uzuri huisha, mali hutoweka, lakini tabia ya dharau hubaki kumwandama mtu. Mwishowe, mtu hujikuta hana rafiki wa kweli, hana mwenza na hana faraja. Mahusiano siyo biashara ya soko ambapo mtu anauza uzuri au mali yake, bali ni agano la kiroho linalotakiwa kujengwa kwa heshima, unyenyekevu na hofu ya Mungu. Vijana wote wa kiume na kike, mnapaswa kutambua kwamba upendo wa kweli hautegemei sura wala mali, bali moyo uliotulia katika Kristo. Tunapaswa kukumbuka maneno ya Bwana Yesu, kila mtu ajipendaye nafsi yake ataipoteza, na kila mtu akiipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataipata, Mathayo 16:25. Hii inatufundisha kuwa kiburi cha kujipenda kupita kiasi hutupeleka kwenye maangamizi, lakini unyenyekevu na upendo wa kweli hutuleta uzima wa milele. Mwanaume, usijivune kwa mali zako; mwanamke, usijivune kwa urembo wako. Yote hayo ni vumbi vitakavyopotea. Lililodumu ni upendo wa kweli na tabia ya kiroho. Wacha kila mmoja ajue kuwa anapomkataa mtu kwa dharau na kiburi, anampinga Mungu aliyeumba wote kwa sura na mfano wake. Unyenyekevu ni silaha ya kipekee katika mahusiano na upendo wa kweli ndiyo baraka kuu kutoka kwa Mungu. Mtazamaji, leo tumeijua hatari kubwa ya kiburi kwa mali na urembo katika uhusiano. Asante kwa kuendelea kuambatana nasi katika makala mbalimbali mbali na mafundisho mbalimbali mbali. Habari mbalimbali mbali kutoka hapa Bukelebe TV. Mimi ni ustasela Joni, hadi wakati mwingine.